Mabaya yote yaliyokutana na maisha yetu tuliyoyapitia kuanzia mwezi wa kwanza hata mwezi wa kumi na mbili, tunayafungia huko katika hayo malango ya mabaya, katika jina la Yesu. Sema imekuwa, kila aina ya vilio, misiba, magonjwa, laana, viki, balaa, vifo, mikosi, bahati mbaya na vyote ambavyo vilikusudiwa katika maisha yetu kwamba vitakuwa hatima yetu, lakini Mungu ukaviepusha, tunavifungia kwenye hilo lango katika jina la Yesu. Sema imekuwa Baba, kila ambacho namekusudia juu ya maisha ya watoto wako, kama vile ambavyo hakuwezi wewe Mungu, hata weza hizi ambazo ni picha zako, hata weza haya ambayo ni macho yako, hata weza hawa ambao ni midomo yako, hata weza hawa ambao ni miguu yako hapa duniani kwa jina la Yesu, kila baraka uliyoitamka kwetu kupitia vinywa vya watumishi wako, kuanzia kwanza ya mwezi Januari mpaka mwezi wa kumi na mbili, baraka zote, unabii wote, matamko yote tunayakusanya, jumbe zote tunazikusanya. E Mungu, tunazimilikisha kwenye maisha yetu, yale yote yaliondolewa kwenye maisha yetu tunayafunga matita matita na kuyatupa katika ziwa la moto, na yatajirudia kwetu 2026, katika jina la Yesu yateketee, huyo huko. Sema imekuwa. Wote waliotuangalia kwa macho ya mabaya 2025, na wakututenda kitu chochote, hawatatutenda hicho kitu kwa mwaka 2026. Sema imekuwa. Waliokusudia mabaya ya mauti, mabaya ya magonjwa, mabaya ya aibu mabaya ya kilio kwetu mwaka elfu mbili na ishirini na tano Baba, wakashindwa hivyo hivyo, wameshindwa elfu mbili ishirini na sita Sema imekuwa hiyo, kila mauti iliyosema na ikapewa midomo ya kusema, ikapewa masikio ya kusikia, ikapewa kauli la kutamka kama ikuweza kufanya kazi haitaweza kwangu, elfu mbili elfu mbili ishirini na sita, haitaweza kwa watoto ha, wako hawa waliokusudiwa elfu mbili na ishirini na sita, katika jina la Yesu. Sema hiyo imekuwa, kila umasikini kutoka katika asili, kila umasikini wa kurithi kila umasikini wa kutumiwa, kila umasikini wa kunenewa, kila umasikini na vifungo vyote vilivyoachiliwa katika falme na mamlaka, wakuu wa giza, mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho, yakatumwa kwa ajili ya watoto wako, hayakufanikiwa na hayatafanikiwa. Na kama hayatafanikiwa na hayakufanikiwa, tunayafunga matita matita, tunayatupa katika ziwa la moto, katika jina la Yesu. Sema hiyo imekuwa wale malaika waliosimama nasi elfu mbili na ishirini na tano leo nguvu yako mpya ikaungane nao tena, kuvuka pamoja nasi elfu mbili ishirini na sita katika jina la Yesu Kristo. Vile ambavyo walivilinda katika maisha yetu, mwaka elfu mbili na ishirini na sita watulinde tena kipekee, watulinde tena kimkakati, watulinde tena kitofauti katika jina la Yesu, sema hiyo imekuwa lizotamkiwa hazitakuwa sehemu yetu kama vile ambavyo hazikuwa sehemu yetu elfu mbili ishirini na tano na hazitakuwa kwetu elfu mbili ishirini na sita Sema hiyo imekuwa, kwa jina la Yesu. Roho za mabaya zilizoshikamanishwa na mwaka elfu mbili ishirini na sita kupitia matamko mbalimbali ya mataifa, matamko mbalimbali ya taifa, matamko mbalimbali ya nchi, matamko mbalimbali ya watu, haitakuwa sehemu yetu katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Sema hiyo imekuwa kila ulimi utakaotukumu elfu mbili na ishirini na sita utahukumiwa kuwa mkosa. Sema hiyo imekuwa.